Na mwibwana, baada ya Diamond kuonekana na ukaribu na bibiye Zuchu ni kwamba ndio kwanza wanazidi kukomesha, wanazidi kuonyesha jinsi ambavyo wanavyopendana, japo japokuwa wamepitia mengi sana mazito, wamesemwa sana katika mitandao ya kijamii uh, Kila mtu alikuwa anazungumzia negatively mahusiano hayo kiasi kwamba hata Zuchu mwenyewe alikuwa very overwhelmed, alizidiwa na mpaka akatangaza akadokeza kabisa kama kwamba kulikuwa kuna hatihati hati ya yeye kujitoa katika record label hiyo ya WCB, lakini kitu ambacho kimekuja kuwa surprise na kuwafurahisha watu wengi ambao wanapenda hii kapo ni kwamba Zuchu na Diamond mahaba ndo kama vile amezidi maradufu baada ya kwenda huko Tarime, ni kwamba wameonekana, ni kwamba mitandao ya kijamii imechafuka. Videos zile zinaonyesha wawili hawa wakiwa wanalishana, wanapigana mabusu, wanakumbatiana, wanaimba pamoja, wana furaha na vitu vingine kibao. So page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na furaha ambayo imeonekana katika mapenzi hawa wawili, na inaonekana kabisa kwamba penzi lao bwana, kuvunjika haliwezekani. Japokuwa wamepitia changamoto nyingi, lakini hawa wawili kuachana imeshindikana, na peji mbali mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna peji wameposti video zikimuonyesha Diamond na Zuchu wakiwa kwenye korido, wanapigana mabusu. Alafu akaandika hapa chini katika caption kwamba wasanii wa bongo kiukweli kwenye kipengele cha mahusiano wamejua na mahusiano tunaona wakiwa wana have fun kama hivyo unavyoona kwenye video. Page nyingine hii hapa, wakiona wenyewe pia wameandika kumbe bwana Zuchu akikuna nazi na Diamond Platnumz, msanii wa Bongo Flava Zuchu, akiwa yuko na bosi wake na mpenzi wake wakiwa wana have some fun. Haya, page nyingine hii hapa wanasema bwana kaka yangu Diamond Platnumz hebu mbusu Zuchu wetu, eh, vizuri kabisa anakupenda huyu dada jamani na amevumilia mengi haya. Peji nyingine hii hapa wamekuja maandika kwamba eh, bwana Diamond na Zuchu kuachana tu kwa kweli tusahau labda tu tusubirie mipango yao ya ndoa. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Wamejuaweza kweli kweli wabaya wao, maana ndio kwanza penzi lao liko maradufu japokuwa watu walikuwa na hisi kwamba wataachana anytime soon. So ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza, weka na wewe pia maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia vile vile hakikisha unasubscribe kwa ajili ya kupata update.